Kwa hiyo leo tunakuja kukamilisha asilimia moja ili tuweze kukamilisha asilimia mia moja kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba tupo tayari na tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaivusha Simba kuelekea katika hatua ya nusu fainali. Ugumu upo na sisi kama wachezaji tunatambua jukumu ambalo liko mbele yetu. Na ukizingatia kwamba hakuna ukiangalia uh, mashabiki wanachama na kila mtu wa Tanzania anapenda mpira. Na matarajio ni kwamba kesho tunafanya vizuri.

Jb leo hio wako Simba ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika hatua hii na tunaenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo kuhakikishia kwamba na tupo tayari kwa ajili ya mpambano na na kuhakikishia kwamba kesho tunavuka.